Kwa. Lakini ndugu wana wana Lugunga mliopo hapa, juhudi zinazofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi zinaonekana waziwazi ndani ya kata hii ya Rugunga. Ukigeuka huku kwenye kijiji cha Ruhara chini ya kiongozi diwani chamaji pale Ruhara kumbe makofi mengi sana, madiwani walipoona uchapakazi wake ndomo wakaona kabisa kwamba huyu, badala ya kulama kulamba, tumchongee mzinga, wakampa wenyekiti wa halmashauri. Tunakushukuru kushukuru sana, na salamu zako nimeambiwa nizipeleke kwa namna kazi unavyofanya. Tunajua maandiko matatifu Mathayo saba mstari wa kumi na sita anasema tutawatambua kwa matendo yao. Matendo yako tumeshayaona, tumeshaona shauku yako ya kuwatetea viongozi. Tumeshasikia umeenda mpaka mkoani, unawatetea wakulima badala ya kwamba unahakikisha zinaletwa hapa ili wakulima waweze kunufaika. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Mbunge. Nataka niwaambie ndugu zangu, wana Rugunga mliopo hapa, kwa upande wa mbunge na Mheshimiwa Diwani Maguru, kama ingekuwa ni meli, huyu nahoza mzuri sana wa kutupeleka pale tunapostahili. Kama ingekuwa ni ndege, ni hawa ni marubani wazuri sana wa kutupeleka ili, lakini kama ingekuwa ni reli ni treni ya kisasa ile hawa ni madereva mahiri, tutafika tunapopatarajia. Kuwapata viongozi wa namna hii ambayo wanakesha wanawaza wana Rugunga, na ndio maana unaweza ukashangaa ziara yake ya kwanza ameanzia Rugunga toka apate ubunge. Hapatikani kila mahara. Tumewapata sisi wana Rugunga, tunapaswa kuwaombea kwa mwenyezi Mungu na tuwatuze kama mboni wa jicho wetu, kwani hawa wanatupeleka kwenye nchi ya asali na maziwa ndani ya wanarugunga. Lakini kwa kumalizia, wanarugunga, hapa najua nina salamu nyingi sana kutoka wilayani, katibu wa wilaya amemtumwa na mwenyekiti, lakini naona nyuso zenu zinatamani sana kuwasikiza viongozi hawa. Nimalizie kwa kuwaomba kitu kimoja. Wakati huu ni wakati wa mvua, na sisi asilimia tisini wanarukunga, ndio tunahusika kwenye kilimo. Kama sio mpunga basi ni mahindi, kama sio mahindi basi ni ndingu na maandiko vata... Natamani sana sisi viongozi wa kiwilaya tunapozunguka hivi, baada ya miezi miwili, tuone mazao yote yameshinawiri mle. Hayo mazao ndio yatusababisha tupate kwenye pato la halmashauri. Mazao yale ndio yatusababisha sisi wenyewe tujikimu kwenye chakula. Mazao hayo ndio yatusababisha watoto wetu waende kusoma. Tunaomba sana tujitahidi kulima kwa kiwango kinachostahili, itakuwa ugunga kuanza kuagiza vyakula kutoka Ruvuma.